Mamlaka za mikoa na wilaya na mamlaka za maji zote tuendelee na jukumu la utoaji elimu kwa wananchi, na elimu hii iende kwenye ngazi zote mpaka vijijini na vitongojini. Lakini baraza la madiwani na lenyewe lishirikishwe katika kutoa elimu kwenye halmashauri zao, umuhimu wa kutunza vyanzo, na kwa kuwa mlishaviainisha vielezeni kabisa vyanzo hivyo kwamba chanzo hiki tunakidhibiti, hakuna mtu yoyote anapaswa kufanya shughuli yoyote, lakini kama kuna lazima wa kufanya shughuli yoyote, basi itolewe maelekezo ya na namna bora ya kutekeleza shughuli hiyo. Tukifanya hayo tutakuwa tumenusurika. Watanzania, ajenda ya utunzaji wa mazingira ikiwemo na vyanzo vya maji iwe ni ajenda ya kudumu na izungumzwe kwenye vyombo vyote vya maamuzi kuanzia vitongojini, vijijini, kwenye kata, halmashauri za wilaya mpaka ngazi za mikoa kwenye kamati za ushauri za mikoa. Lakini la pili, nazitaka sasa mamlaka zote za mikoa na wilaya zifanye kazi ya kubainisha vyanzo vyote muhimu vinavyotudisha maji na kutuletea maji kwenye maeneo yetu. Na vyanzo hivi vilivyo kwenye maeneo yenu mvitambue, na mshirikishe wananchi wanaoishi kwenye maeneo hayo, na mvipe ulinzi maalum, na ikibidi tungieni sheria ndogo za kwenye maeneo yenu, kwa lengo la kulinda vyanzo hivyo. Tusipofanya hilo tunakwenda kuishia pabaya, na tutaenda kuishia pabaya tukiwa tunajua tunaenda kuishia pabaya, haina tija. Twende tukaweke mkazo kwenye mamlaka zetu za mikoa. Kwa hiyo, waheshimiwa wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, halmashauri zote, nenda mkaainishe vyanzo vilivyoko kwenye maeneo yenu na kuviweka utaratibu wa ulinzi maalum kwenye maeneo yenu, kama ambavyo nimesema, mkiona ni muhimu kuweka sheria ndogo, weka kama pila. Kama kuna watu ambao hawaelewi umuhimu wa kutunza vyanzo, ili yoyote ambaye atafanya hayo hatua au mkono wa sheria kwa mujibu wa sheria ndogo hizo zichukuliwe.